ni ya biashara na wizi na uongo, na Wakenya wametuambia tushikane, zote tupange siasa yetu, tukienda uchaguzi tumtoe huyu kasongo, tutafute kiongozi mpya aunde serikali ambaye ni ya kusaidia Wakenya nik. Na mimi niseme nikiwa hapa Mlimani, mimi nimefurahi sana leo huyu William Ruto alipotufukuza kwa serikali na hao viongozi Justin Muturi, Mithika Linturi na mtu yeyote ambaye ni wa hekima na ako na msimamo katika mlima, alikuwa ameanza kupanga majamii zingine vile zitatenga watu ya mlima tukuwa isolated. Alikuwa anataka kupanga ile inaitwa forte versus one vile alitupangia mwaka wa 2007. Kwa sababu hiyo mambo ya 2007, ile ilikuwa ya Pentagon, architect yake ya kutenga watu ya mlima alikuwa ni nani? Ni huyu William Ruto. Alikuwa anafikiri akinifukuza na hawa viongozi atakuwa na nafasi, kwa sababu amebaki na vibaraka pale wale. Yesa, atatupangia majirani na makabila zote waungane, watunyanyase na watutenge. Lakini wa leo tukiwa hapa Mnyoro, hiyo, hiyo mpango ya kasongo ya kutenga watu ya mlima imesambaratika, kwa sababu katika compound hii ya hapa Wamunyoro Kenya iko hapa. Tuko hapa na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, mpigie makofi, ambaye amesema anataka kuwa rafiki ya watu ya mlima. Mmekubali ya kuwa rafiki yetu na huyu Kalonzo Musyoka na watu yake waipa sisi kama jamii ya mlima tuko na shukurani siku kasongo ametupangia kutuangaisha pale bunge na seneta na akanunua ma MPs wetu wote shilingi elfu mia tano na senata milioni kumi Stephen Kalonzo Musyoka na watu ya Wiper mlisimama na watu ya mlima tunataka kupiga makofi na kusema asanti asanti asanti na sisi wa excellence ni watu ya shukurani We remember good deeds. One of these days, utakuwa kujua sisi ni watu wangwana. Sisi tunajivunia leo. Huyu Kasongo alitaka kutenga sisi. Wa leo tumekaa hapa mlimani, tuko na Eugene Wamalwa kutoka Mlembe Nation tupigie makofi. Tukiwa hapa tuko na Senator Seki, ameongoza jamaa ameongoza jamii ya wama wamekuja hapa tutengeneze urafiki na watu ya mlimani. Tukiwa tumeketi hapa tumepata mgeni Dr Fred Matiani akija hapa tutengeneza urafiki na jamii ya Omuguzi. Mambo ya Kasongo ya kutupangia isolation imekwama na imesabaratika. Tuseme ashindwe Kasongo, ashindwe, azishindwe wewe Kasongo, tulikuchagua tukakupatia nafasi ya uongozi, umefika pale umetuangaisha, umefukuza viongozi wote katika mlima Kenya, alafu unataka kuunganisha majamii to isolate the the people of the mountain. Lakini Mungu aliye mbinguni na viongozi ya wakenya wengine wamesema mlima haitatengwa, imepata marafiki ya ukweli na ya kudumu id